Nimebisha hodi katika soko la Soweto na hizi ndizo sauti za wafanyabiashara wa zao la viazi. Sasa hivi viazi tunauza kasado elfu tano kindoo elfu kumi na mbili debe elfu ishirini Viazi vimepanda bei na hapo zamani kumi na tatu kumi na tano kumi na saba ni shambani, utakuta vinakuja kufika hapa ishirini ishirini na tano Akija mtu namuuzia thelathini hadi thelathini na tano lakini sa hizi Kile kinafika laki na ishirini. Akija kama mteja hapa, anataka kile kichote kizima. Naweza nikamuuzia laki na thelathini. Viazi mviringo vikiwa mashambani au sokoni hujulikana kwa jina hilo. Lakini vinapofika jikoni, hubadilishwa majina na kuitwa majina mbalimbali yakiwemo chips kavu, chips zege, chips yai, chips mishkaki au chips makange. Ni nadra sana kufika Mbeya bila kuonja chipsi, chakula kinachopatikana karibu kila kona ya jiji kikiandaliwa kwa umahiri mkubwa na umaridadi. Josefu, maarufu kwa jina la Jei, ni mfanyabiashara na mzoefu wa kuuza chipsi katika miji mbalimbali ikiwemo Dar es Salaam na Mbeya. Anaeleza hali halisi ya biashara hiyo katika jiji la Mbeya. Nimefanya Dar es Salaam maeneo ya mbezi bichi, uh, nimefanya maeneo ya Kawe, nimefanya makumbusho na mwananyamala pia nimefanya na hapa Mbeya na hapa Mbeya pia nimefanya maeneo tofauti tofauti nimefanyia Soweto Uyole nimefanyia Sokomatola na hapa Mzumbe kwa Mbeya asilimia kubwa watu wengi wanajua kwamba ndo viazi vinakolimwa ndo viazi vinatoka kwa hiyo huku bei ya chipsi ni bei ndogo afu viazi vingi wengine wanasema viazi vya buku anakula yani hadi hamalizi lakini sio kweli kwa sababu wakulima wengi ambao wana, wanalima viazi hapa Mbeya wanavisafirisha vinaenda daa. Kwa hiyo unakuta huku Mbeya viazi hamna, tunabaki yani viazi vya kutafutiza mona. Lakini da viazi vinakuwa ni vingi kwa sababu kila mtu anapeleka da. Kwa asilimia kubwa wateja wake ni wanafunzi wa vyuo vikuu ambao wanaeleza sababu zinazowavutia zaidi kutumia chakula hicho. Sisi wanachuo tunapenda chipsi kwa sababu ni chakula chetu ambacho kinaweza kinaweza kuandaliwa kwa haraka zaidi. Yaani tunavyotoka darasani, tuna, tunaangalia chakula ambacho kiko tayari kwa muda huo. Amna, chipsi ni chakula chepesi ambacho mtu unaweza kupika, hata kama ukipika kinaiva kwa haraka, utakaanga kwa haraka chipsi zako, utamenya viazi vingapi na mayai au na mishkaki kama hivi, basi siku inakuwa imeisha. Si wanafunzi pekee, hata wakazi na wazazi wengine wa jiji la Mbeya wamekuwa wakipendelea matumizi ya vyakula vya kukanga. Sababu kubwa zinazotajwa ni usafi wa mazingira, utulivu wa maeneo ya biashara, pamoja na ubora wa huduma. Nimeisha pazoea hapa jinsi palivyo na utulivu na huduma yake, na ndio maana unaniona mida hii napenda sana kukaa hapa mimi. Napata chochote hapa eneo hili kwa spices Fantastic. Uh, kuli toka tuhudhurie mahali hapa. Kweli tunapapenda. Kapisho najitahidi jitahidi, hygienic, wako vizuri. So definitely tutaendelea kuja. Licha ya changamoto ya upatikanaji wa viazi mviringo, biashara ya chipsi bado inaendelea kuwa chanzo cha kipato kwa wafanyabiashara wengi wa jiji la Mbeya, huku watumiaji wakishauriwa kuvumilia mabadiliko ya bei yanayoendelea kwa sasa hadi pale hali itakapokuwa salama.